Yeah, kwema. Kwema Joshua, vipi tena? Mara vipi, safi. mwanangu anaumwa uh-huh. E, nataka nimpeleke duka la madawa hapo nichukue dawa. na hilo ndio tatizo yeah. Mtoto anapoumwa ataki kwenda duka la madawa, natakiwa aende hospitali akamwone daktari. kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu kuna wa, madaktari ni watu waliosomea na wanataaluma hiyo kwa hiyo wao ndo atampima huyu, wajua ana changamoto gani na dawa gani apate, ili aweze kupona. Sasa mtoto anaumwa, kwa hiyo nisimpeleke duka la madawa nisichukue? Wow, dawa wewe ukiumwa unaenda wapi? Aenda hospitali. Sasa kwa nini mtoto mpeleke duka la madawa? so. Sasa, e, sasa, e. kwenye hospitali na mgonjwa ni mgonjwa, mnaga kuumwa sana wala kuumwa kidogo mzee. Badilisha utaratibu. Wazazi wengi mnakosea sana, na sisi walimu tunawashauri washauli hey. na kushauri hivi, ukiona dalili zozote za, za mtoto anaumwa, mpeleke kwanza hospitali au nane na daktari. Daktari ndo ajue huyu mtoto ana shida gani, ili aweze kupatiwa matibabu. Duka la madawa, wale wanaweza wakampa dawa yoyote, kwa sababu biashara zifanyaje? Ziende. Umenyelewa Joshua? Hakikisha unapelekwa hospitali sawa, fanya hivyo bwana. Mzee wangu aende duka na aende hospitali, tampeleke Baba, kuna kitu nimesahau kumwambia mwalimu. Mwalimu, ulisahau kumwambia baba kuwa wagonjwa wanatakiwa wale chipsi kuku na soda. Mama. Ndio. Yaani kwamba nataka tena ule chipsi kuku na soda. Ndio. Hebu nenda katibiwe bwana.